Haya, mengine ni kuungana, uheshimu rai ya fulani, niheshimu rai yako, kwa sababu akili zetu ziko tofauti, hazifanani. Kama vile wewe wapenda mke mnono, mimi simpendi mnono, sisi lazimisha mimi nipende mke mnono. Ah, mimi napenda chembamba mwenyewe, wewe unapenda mrefu, mimi napenda mfupi, hivyo hivyo, ndio dini iko lakini, tupende kufanya dini kama Manchester na Arsenal. Leo player wa Manchester asifiwe, hakuna player mzuri kama yeye, player aachapnaea ndio tueelea, kama mfano wa mpira. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwalani Mayahudi na Mayahudi kulaniwa ni kwa sababu walikuwa hawakatazani munkar na hawaamrishani mema, Mayahudi mpaka kulaliwa ni kuwa kubwa, wakinifanya hawakatazani munkar na hawaongozani hawa katika mema, bali ilikuwa wewe leo ukisimama hapa, umeona kuna tabia mbaya inafanyika msikitini ama mtaani. Kwa hivyo hii mada tutaiongelea, unapoongea hiyo mada, sikuabini wale wakubwa kubwa za kufuata za kupigisha kitu kidogo wananyamaza. Kwa hivyo, Wayahudi huko ule ambaye kwamba anawambia wenzake hili halifaa ya E fulani, muogope Mungu ile alifai. Basi siku pili utafuatwa na utapiba kitu kidogo, natoka umeenda karibu, unakula na wao, unatembea na wao. Sasa story yako ya kukataza munkar imeisha. Kwa hiyo ulimwengu wetu wa sasa umefika pahali tuogopana kukataza na munkar, na kule gogopana kukataza munkar ndiyo tabia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema ndiyo sababu ya Mayahudi kulaniwa Kako hii ni moja kusala, pili ni kwamba kamu la yatana aunaa munkari faaluhu, walikuwa hawakatazani yale mabaya, walikuwa hawamrishani mema, mpaka Mwenyezi Mungu subhana wa taala kuwapa laana na wengine kuangamizwa. Bali sisi tumekuwa twawapenda mayahudi haswa, ndiyo kiyo chetu sisi, twawaigiza wanalolifanya, twaenda kama wana.

Kuna mnyama kaburu kenge, ama kuna kitu nasema kenge, kwa kwenye mashimo kule msituni. Tumesema tutawafuata hawa watu unyo kwa unyo, mpaka ukiingia kwenye mashimo kama burukenge, na sisi tukaingia na wao. Masuhaba wasema hao ni mayahudi na manaswara, mtu anasema kama si hao ni nani wengine? Kwa hivyo Muhammad, sasa tulipo tumekuwa kwenye hadithi ya mtume mia kwa mia, twawafuata mayahudi kila wanachokifanya, sisi ndio tuko na wao biashara yao, sisi ndio tunai promote sana. Sisi ndio tunaitumia mavazi yao, tabia zao, desturi zao, tuko na wao baba tu baba. Kisha sisi sisi ake Allahumma laanal yahuda, hawezekani mpaka turekebishe tabia zetu, tuache kufuata Mayahudi. Nitakupatia mfano mdogo. Kwa wale walio vaa saa hapa msikitini, kuna kitu muhimu sana nataka niongee. Hebu inua mkono kama umevaa saa. Masha Allah. Mwingine hawakuinua. Saa imevaliwa mkono wa kushoto. Hii kitu kidogo nitakuonesha ambapo kwamba tunapata kutepa fikra na Mayahudi bila kujitambua. Saa imevaliwa mkono wa kushoto. Ni Yahudi ambao msaa mkono gani? Wa kushoto. Sasa wao um, Muislamu ili uende kinyume na Yahudi usifuate desturi za zake basi hapo naulia. Sisi, sisi baya sana sababu wao wametengeza na wao a wametengeza ili, yaani bali ya left ndio vizuri. Lakini mimi na right na naona time na leo kila kitu. Kwa hiyo wewe well, tia nia kwamba kwanza leo salamu unaiva upande wa kulia. Ili niende kinyume na Wayahudi, tumesema khalifu Yahuda wa Nasara wakhalifuni Wayahudi na Nasara, wanachokifanya kifanyeni kinyume chake, isimaanishi jambo linalofanya na Wayahudi msalama mafai kufanya, lakini ibadilishe. Tumeingia Madina kwa sababu Wayahudi wanafunga yaumu taasua, tumeenda kufunga kusema ni sisi tutafunga taasua na ashura ili diwe different Wayahudi yao ni moja, waislamu zao ziwe ni mbili. Huni mfano tu, saa tu waislamu kuna mmoja katika mashaka sanenhua, ndugu zangu, na mashaka